Mtazamaji, mwendo wa saa sita na dakika 25, hivi Truphena Muthoni atakuwa ameweka rekodi mpya ya mtu wa pekee duniani kukumbatia mti kwa saa 72, bila kupumzika. Aidha, Truphena ambaye ameukumbatia mti ulioko nje ya afisi ya gavana wa kaunti ya Nyeri anatarajiwa kufikia lengo hilo hii leo katika siku ya tatu tangu kuanza kwa shughuli hiyo. Kama Umwangi amekuwa akifuatilia tukio hilo na hivi sasa anaungana nasi moja kwa moja pembezoni tu alipo. Kamao, kazi kwako. Na Nimrod, uh, kweli ulivyotaja pale zikifikia saa sita na dakika ishirini na tano uh, Truphena Muthoni ambaye kwa sasa yuko kwenye siku ya tatu ya zoezi hili la kujaribu kuweka rekodi mpya ya mtu ambaye ameweza kukumbatia mti kwa uh, muda mrefu zaidi duniani atakuwa anaweza kufanikisha hilo na kulingana na saa ambayo inafuatwa Uh, sasa zimebakia saa mbili na dakika kama uh, saba hivi uh, ili challenge yenyewe iwe imekamilika na uh, amekuwa hapa tangia Jumatatu uh, ulivyosoma pale, na wakaazi wa kaunti hii wamekuwa wakijitokeza kufika hapa kwenye afisi za gavana wa kaunti ya Nyeri kuweza kumpa motisha na nataka nikupeleke, uh, kuliko umati huu ambao umeninginia kwenye uh, Ukuta, ama, uh, ukuta ambao uh, umezingira afisi za gavana kwa maana uh, serikali ama maafisa wa usalama wamejaribu kucontain ama kuzuilia waka, wakazi hawa kuingia hapa na kuweza kumtatiza, sababu kulikuwa na ile concern jana kwamba uh, wanaingia wakijaribu kumgusa, kumvuta, waone kama ataachilia, ila mikakati hiyo imeweza kuwekwa na kuhakikisha wanaweza kutazama na kushuhudia jambo hili kama linavyoendelea kutokea na kulingana na waandalizi uh, zoezi hili lililoanza Jumatatu litakamilika saa sita na dakika 25, na e, na kwa maana hawezi kuzungumza kwa sasa, nitakuwa nazungumza na mmoja wa wanamazingira ambao wamekuwa naye tangia Jumatatu. Anaitwa Fidelis Kanene. Uh, tumekuwa hapa, hapa tangia Jumatatu uh, tunachokiona ni nini uh, kama mwanamazingira? Uh, mimi kama mwanamazingira ninachokiona ni the power of the resilience that whatever I set my mind into I can achieve, na Truphena ametuonyesha kwa mfano mzuri kwamba chochote chenye tunachoki Charajia, mtu atakipata as long as long you you you are resilient, you are resilient focused and you have the determination. Na kwenu kama wana mazingira mmekuwa hapa, mmeweza kumkalisha saa zimebakia 2 hours ili aweze kukamilisha. What does it mean to you as environmentalist? As environmentalist, we remember the, the story of Wangari Maathai, the story of the hummingbird. Truphena is a hummingbird. That's Truphena leo, leo hii ameonyesha dunia mzima kwamba the smallest thing that she's doing of hugging a tree imeattract everybody in the whole world, sahi imekuwa a big thing na watu wamejua, kuhifadhi umuhimu wa kuhifadhi mazingira naam. Asante sana Fidelis na uh, mtazamaji wa Citizen uh, huyu ni Truphena Muthoni bint wa miaka ishirini na miwili na ambaye amekuwa hapa tangia Jumatatu na tukizungumza naye hapo awali ameweza kutueleza kwamba kinacho uh, mfanya yeye kushiriki zoezi hili ni juhudi zake za kuhifadhi mazingira na zaidi miti ya kiasilia na jamii za kiasilia, na pengine uh, anayeuliza uh, uh, baada ya hapa iwe Uh, serikali ya kaunti ya Nyeri hiyo jana inaweza kutangaza kwamba uh, kutakuwa na huduma za dharura atakapokamilisha zoezi hili, na mpiga picha akituonyesha pale kuna uh, ambulensi ambayo imeweza kuandaliwa pindi tu atakapouachilia ule mti, uh, ataweza kukimbizwa pale na kupata huduma hizo, uh, baada ya kuwa amekumbatia mti huo mchana na usiku kwa saa 72 ambazo anatarajiwa kuwa amefanikisha zoezi hilo kwa hivyo uh, tutaweza kukaa ange uh, kuakisha kwamba uh, anapomalizia zoezi hili ama anapomalizia uh, kukumbatia mti ule ulio nyuma yangu tu, tupate taarifa yake na pengine anachokitarajia kukifanya uh, baada ya kuweka rekodi hii uh, ambayo amevunja rekodi yake ya saa 48 aliyoiweka uh, Machi mwaka huu. Nirejeshe kwako uh, Nimrod. na ni kama Umwangi akiripoti kutoka kaunti ya Nyeri. Hivi sasa tunakwenda mapumzikoni, tunarejea hivi punde.